ITV imefika katika shule ya sekondari ya Tegeta jijini Dar es Salaam na kukuta wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha sita wakiwa nje wakiimba nyimbo za kudai haki yao ya kupata elimu. Rais na waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi wa shule hiyo wamesema baadhi ya walimu hawajaingia madarasani tangu mwezi Januari na wengine tangu Julai mwaka huu, jambo ambalo linawaumiza hapa. Hivi ni mgomo kwamba, wanafunzi wanalalamika kwamba walimu waingii madarasani na ni kipindi cha muda mrefu, walikuwa wanalalamika hivi. Kila siku tunaambiwa kwamba swala linashughulikiwa, swala linashughulikiwa, hasa mpaka leo asubuhi watu wameamua kuja maandamano. Hamjafundishwa kwa muda gani? Sasa hatujafundishwa tokea tufungua shule mwezi, madarasa mengine hawajafundishwa tokea Januari. Kuna walimu wengine walikuwa waingii hivyo kwa yetu ni huduma kwamba tunalipa ada ndefu laki nane lakini huduma zinazotolewa sio stahiki, na vile vile ukiachilia mbali huduma lakini vilevile mazingira sio rafiki kwa mwanafunzi. Mtazamaji, nimelazimika kuingia katika ofisi ya walimu ili kuweza kujionea, je, kuna walimu wa kutosha katika shule hii. Lakini kwa bahati mbaya naona walimu wawili tu. Wanafunzi wanadai kwamba walimu wengine wamekimbia na kuacha peke yao. Je, wanafunzi hawa wanazungumziaje walimu kukimbia na kuacha bila kuingia darasani? Mtu kama sisi tangu tufungue shule, topic ya form 2 hatujasoma hata mara moja. Hii civics, hata moja, hata moja, form 2 w yote ya form 2 tu, na tunatoa 30 wazazi, walitishwa kikao 30 ha, tu, walimu hawaingii, tutaletoa walimu wapya hawajaja, ni tunaathirika hivi kwa sababu <coughs> gani? Najua sisi form 3 muone kwenye kwenye kombi kombi za biashara biashara tunaambiwa <coughs> tusome akati sio sio sio sio kombi zetu mwalimu hajaingia kwenye biashara yetu, alafu hata wewe wewe ukiangalia ukiangalia maeneo haya ya ya shule shule shule shule hii ya private hii shule unalipa laki saba lakini shule hai yani kama yani kama yani kama naniliu hapa hapa shule, umeona mabadiliko hamna. Tuliambia tutengenezwa madarasa, tunaikiwa walimu walimu hamna. Mwalimu mkuu wa shule hiyo bwana Edward Muganga amekiri kwamba ana uhaba wa walimu katika shule yake huku akidai ushindani unasababisha baadhi ya walimu kuchukuliwa kwa gharama kubwa na shule nyingine. Sidhani kama uhaba wa walimu unaniathiri shule za shule yangu. Hatuna uhaba wa walimu hata kidogo. Sasa kama mna uhaba wa walimu, mwalimu, mbona wanafunzi wanalalamika kwamba walimu hawaingii darasani? okay. kutoka kwa wanafunzi ku, ku, ku, kulalamika kwamba wana, wanafunzi, wana, walimu waingii wa darasani, si kwamba kuna uhaba, ile inasababishwa na jinsi a walimu wanavyotoka toka hapa, toka shuleni kwa sababu mwalimu akiamua wa akiamua kupata sehemu nyingine ambayo, ambayo ana nani anapata malipo, alipo zaidi basi anaweza akaondoka, na ukizingatia sisi walimu wengine tulionao ni wao, wanatoka shuleni moja kwa moja, kwa hiyo wanaomba kazi tunawapa. Akishapata kazi serikalini huwezi kumzuia akaendelea Mtazamaji, ni wanafunzi wa shule ya sekondari ya Tegeta jijini Dar es Salaam. Wanafunzi hawa ni kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha sita, wanalalamika kwamba licha ya kutoa hada, lakini walimu wanakuwa hawaingii darasani. Wengine wanalalamika kwamba kuanzia mwezi Januari mpaka sasa kuna mwalimu yoyote aliyeingia darasani, jambo ambalo wanauliza kwa nini waendelee kutoa hada wakati wanapata huduma hafifu ya utoaji wa elimu katika shule hii. Kutoka shule ya sekondari ya Tegeta jijini Dar es Salaam